Praise Jesus and a good morning. Aa, na wasalimu tena kwa jina la Yesu. Namshukuru Mungu asubuhi ya leo, siku ya leo, kwa ajili yako wewe, mpendwa msikilizaji, mtazamaji. Namshukuru Mungu kwa ufupi, yani, namshukuru Mungu kwa ajili ya ya yako wewe, kwa ajili ya nyinyi mnaonitazama, namshukuru Mungu kwa ajili ya nyinyi na kushukuru na mshukuru Mungu kwa ajili ya wewe. Aidha tunajuana ama hatujuani, tumepatana kwa mitandao tu hivyo, Facebook TikTok, na mitandao mingine. Ninamshukuru Mungu siku ya leo, nahisi tu kumshukuru Mungu ni kwa ajili yako, ambapo ni jambo jema sana kumshukuru Mungu kwa, ama kushukuru Mungu kwa ajili ya wewe. Haleluya! wewe ni wa maana sana. Nashukuru Mungu kwa sababu umekuwa rafiki yangu hata kama tujuane, umekuwa sehemu ya umekuwa umekuwa sehemu ya maisha yangu yaani, uh, ya umekuwa sehemu ya maisha yangu katika labda mtandao. Nashukuru Mungu kwa ajili yako mpendwa, nashukuru Mungu kwa ajili ya, ya nyinyi wote mnaomtazama watumishi wa Mungu ambao mko pale. Nashukuru Mungu kwa ajili yenu. Nashukuru Mungu, najua kuna wengine wamekuwa baraka sana kwa familia yetu kwa maisha yangu. Nashukuru Mungu leo, nasikia tu kumnaisi tu kumshukuru Mungu kwa ajili yenu. Ni asubuhi sana na mapema leo, saa sita usiku inaelekea saa saba Aa, nimehisi sana kumshukuru Mungu kwa ajili yenu kwa sababu pia ni jambo jema kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwenza wako. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa ajili ya rafiki, kwa ajili ya uh, watumishi ambao pia umepitia mbele mbele yao wakakuombea, wakakushauri waka, uh, ni vizuri sana kumshukuru Mungu hata kwa jirani yani, ni vizuri kumshukuru Mungu kwa ajili kwa, kwa, kwa mtu mwingi, kumshukuru Mungu kwa ajili ya wengine. So mimi nashukuru Mungu sana kwa ajili ya wewe, mahali popote ulipo, Mungu akulinde, Mungu akubariki na Mungu akutende mema, japo hatujuani, tumepatana mtandaoni, either unanifollow ama ninakufollow kwa mtandao, nakuombea tu mema ya Bwana ya kufuate katika jina la Yesu. uh, kuna, uh, kuna kuna kuna kuna kuna aina nne za kumshukuru Mungu. Kuna aina nne za kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya kwanza kabisa ni kumshukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake, um, aliyokutendea Bwana Yesu asifiwe. Aina ya kwanza ni kumshukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake. Mshukuru Mungu kwa matendo yake aliyokutendea kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Uh, aidha ulikuwa mgonjwa akakuponya. Uh, hayo ni matendo ambayo unapaswa kumshukuru Mungu. Na ulikuwa na hitaji fulani, ulikuwa unaomba Mungu akakutendea. Hayo ni matendo ambayo unayopaswa kumshukuru Mungu. Kwa hivyo nimesema, kuna aina nne za kumshukuru Mungu. Ya kwanza kabisa ni kushukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake. Shukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake yale aliyokutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliomba akakujibu, alimtumainia yeye akakutendea mambo makubwa ambayo unayoyaona, hata unasema kweli, hapa ni Mungu. Basi mshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshukuruni um, Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hapa nimesoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa mlango wa 16 kifungu cha 34, 39. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Aina ya kwanza kabisa nimesema kwamba ni kumshukuru Mungu kwa matendo yake. Haleluya! Mshukuru Mungu kwa matendo yake makuu aliyotenda kwako. Namba tu mshukuru Mungu kwa ajili ya wengine ambaye ndio leo hii nimeanza kusema kwamba mimi si tu kumshukuru Mungu kwa ajili yenu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya rafiki zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya ndugu zako, shukuru Mungu kwa ajili ya watumishi, shukuru Mungu ni kwa ajili ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mm. Kuna namna vile unaweza kuwa na rafiki ama unatembea tu mtaani ama ukaona tu mtu hivi. Mm. Aidha unamjua ama umjui, lakini ukikamwangalia tu hivi kuna venye ukamwazia mema, kuna vyenye pia labda ukaona hali yake ilivyo lakini ukamwombea kwa Mungu na ukaja ukaona Mungu kwamba ametenda kile ambacho ulichokuwa unamwombea. So ni vizuri kushukuru Mungu kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana, namba tu shukuru Mungu kwa ajili ya wengine. Shukuru Mungu kwa ajili ya watu ambao wako, katika wamekuja upande wako, yani ni rafiki zako, mnafahamiana mamjwani, lakini ni vizuri kwa ujumla kushukuru Mungu kwa ajili ya watu wengine, unavyoona wamefanikiwa, unavyoona wamebarikiwa. Shukuru Mungu kwa ajili ya wengine. Haleluya. Alafu kipengele cha pili, mshukuru Mungu kwa ajili ya maajabu yake. Mm, ni ah, ah, tatu nini, nini, ama tatu, nini? Mshukuru Mungu kwa ajili ya, ya, ya mambo ambayo unayoyatarajia Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme imani imani, Biblia inasema katika Hebrews chapter 11 pale verse 1 kwamba imani ni kuwa na hakika, ni bayana ya mambo yanayotarajiwa yasiyoonekana, lakini anatarajiwa. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, kwa yale yale mambo ambayo unayoyatarajia kwa Mungu, mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe, maana tunaambiwa unapoomba, amini kwamba kile ambacho unachokiomba umeshakipokea na kimeshakuwa chako, so unapaswa tu kumwambia Mungu asante. Haleluya, unapaswa tu kumwambia Mungu asante. Kwa hivyo ni vizuri kumshukuru Mungu in advance, unamshukuru Mungu kwa mambo ambayo unayoyatarajia na pia kumshukuru Mungu kwa maajabu yake, pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya maajabu yake, miujiza ambayo amekutendea. Mshukuru Mungu, haleluya. Mungu awabariki sana. Lakini leo nawashukuru sana ndugu zangu, nawashukuru sana rafiki zangu, nawashukuru sana, sana. Yaani Mungu akuweke kwa ajili yangu Mungu Mungu Mungu akuweke akuweke kwa kwa ajili ya kwa ajili ya ya mwingine mwingine mwingine mwingine na mwingine, na, mwingine. na Mungu abariki maisha yako, abariki kazi ya mikono yako na kuombea na nakutakia mema katika jina la Yesu Kristo. Kama hujamwamini Yesu Kristo, neema bado ipo. Haleluya! Kama hujamwamini Yesu Kristo, neema bado ipo. Neema ipo, neema ipo. Kama uko hai siku ya leo, na ninashukuru Mungu kwa ajili yako, unasikiliza sauti hii, neema ipo. Kama hujamwamini Yesu Kristo, neema ipo. Mwamini Yesu akuokoe, mwamini Yesu akukomboe, mwamini Yesu akufungue, mwamini Yesu. Neema ipo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki wa sana. Shalom.